Kuprove kesi zetu inakuwa shida tunapokosa ushirikiano. Kwa hiyo mafunzo haya yatatuleta karibu, tuone namna gani tunaweza kushirikiana. Bila ya ushahidi madhubuti hakuna kesi, kesi zote zitaishia njiani kama hatuna ushahidi madhubuti. Ushirikiano baina ya taasisi, kwa maana polisi, DPP, mahakama na raia na wizara zinazohusika na masuala haya ni jambo muhimu sana. Tunapofanya kazi kwa pamoja, itatuwezesha kuhakikisha kwamba tunafikia malengo. Lakini upande mwingine jamii nayo, hebu tujiulize, kwa nini makosa yanaongezeka? Nani wa kudhibiti? Tujiulize, tatizo ni nini? Tatizo ni sheria tatizo ni utekelezaji wa sheria? Tatizo ni mmong'onyoko wa maadili? Lipi tatizo? Tunapokaa katika discussion zetu, hemu tuangalieni, kwa sababu kama sheria tuliondoa dhamana, je, kwa kuondoa dhamana makosa yamepungua? Ili ni waulize nyinyi, yamepungua? Ukifanya tathmini ya mahabusu, nendeni uh, gerezani hapo karibu tu nendeni, katizameni takwimu za mahabusu, kesi waliokuwepo wa mahabusu, wengi ni wepi? Nyewe mnajua zaidi. Pengine ukiangalia watu waliokuweko mahabusu, asilimia zaidi ya 80 ni kesi za udhalilishaji, au si kweli? Lakini zaidi ya asilimia hiyo 80 ni vijana kati ya miaka 19 na 25 Kweli si kweli? Lakini wahusika wa upande wa pili ambao wanahusika na kesi hizo ni mabinti wa miaka 16 na 17, 15, 16, 17. Kweli si kweli? Tutafuteni mzizi wa hii, ni nini? Nini mzizi? ni sheria? mzizi ni maadili? mzizi utekelezaji wa sheria? mzizi ni nini? Nini?